Are you ready? Wajua ukizaliwa kwenye yeah, familia za kimaskini utajua kuna aina mbili za dagaa. Kuna dagaa dagaa na kuna dagaa wa nyama. Mama kitumopeka ni dagaa wa nyama, hakuna dagaa wa nyama ila tu kibaba. Are you ready for the show? Basi naomba nimlete hosti ambaye atatuongoza kwa muda huu, anaitwa MC Trash all the way from Dar es Salaam. Are you ready for the show?

Hata Samsa ametoka huko. Simu na washa tu dada wewe ikitaka washa. Washa. Washa like washa like washa like washa like washa washa like. Tunaenda kuonesha kwamba Morogoro tunaweza. Sasa kisuri kawasha. Nani hoja washa? Washa washa washa. Dike, ninaenda na dika mwenyewe. Sasa nitaji vibe kila neno. Sawa? Na dika dike. Dike mbona?

yea mwajina uzuri. <laughs> usukumai unajia baya yajina, mi ni Msukuma of course. hivi makube kube hiki mapenzi waca mau <laughs> <laughs> mau <okay. laughs> yeah. of course si so Wasukuma Wasukuma alasima kama sio romantic, lakini si ni romantici sawa, lakini uromantici weni kutokuwa romantic ndiyo uromantici waingie, yaani i mwanamke akisukuma anataka mwanamke mwanaume ambaye ambaye sio romantic, na mwanaume akisukuma anataka mwanamke ambaye sio romantici kwa sababu anataka akisukuma

Ya, Wasukuma tu kwa hivyo, Wasukuma na tabia zetu uniki. Wasukuma na tabia ambazo wenyewe mvijui. Msukuma na like e tabia ya kwanza, msukuma e na tabia ya kuuliza swali, afu ndani ya swali anakupa jibu ambalo anataka wewe. Unauza mchele na maharage Afrika. Hiki ndugu yangu, mchele wa elfu tatu na maharage ya elfu mbili ni kwa kutambana na wewe na msukuma, msukuma ni mbishi kujua. Msukuma kutahadhi kitu lakini tena ni zile kitu tunakijua.

Sasa jamani, mwanaume awafumanili na akifumaniwa, sio kosa, inategemeana na mchepuko aliyechagua. Mwanaume unapochiti, hakikisha unachagua mchepuko mkali kuliko mpenzi wako au mke wako, ili akikufumania amwachie Mungu. Yani amekufuma, anakwambia we Juma wa kunifanyia hivi, Mungu atalipa. Yaani, yaani hata hujawaza kukufumania na demu kali kuliko yeye bro. Akikufumania na demu mbovu kuliko yeye utajuta, yaani ni atakutesa akikupe kuja hapo kushimo. Ah, moja kati ya sisi ambayo ile wewe unafurahisha kwa sisi sori, na msaiti leo. Ni ile kwamba wanaume wenye IST wanamanyanyaso. Najiuliza sana alijuaje? Eh? Kwamba wanaume wenye IST wanamanyanyasa wadada na kushusha popote pale. Nilikuona sana nikajua huyu ni mwanaume pengine ashawahi kumiliki IST. <laughs> na alikuwa na manyanyaso. Lakini dada, ujue kunyanyasa tunajitakia wenyewe.

Anasema nini? Ulichelewa hivi, wao na na maisha maisha, sijui maisha gani? sasa sasa sasa tunatumia kutembea mbali. Siku moja mjini tukatembea, vijana walikuwa wawili wa kiume mmoja tena, kwa kwa sauti watoto yake kabisa Ukitaka kujua matokeo ya mpira hata kama hujaangalia mpira, muulize shabiki wa mpira aliyeangalia mpira. Ukikutana yaani, na shabiki wa Yanga kamuuliza matokeo vipi, ukiona na mauzisha mchezaji na kocha jua wamefungwa. Matokeo Sonda vipi? Sonda sasa amefanya nini, kocha jua hapo wamefungwa na ukifuatiwa na wamefungwa lakini, ukikutana sheriki wa Yanga huyo huyo kamuliza matokeo yao yalikuwaje? Akawambia ah, Jogo atuidai yani anaingiza madeni wanjani juu hapo wamesale yani jogo amejitahidi wa mpaka wakafanyaje wakasa walikuw anaekaa kufungwa hapo na JKT Tanzania. Sasa ukitaka kujua Yanga ameshinda, ukikutana shariki wa Yanga namuza oa matokeo yalikuwaje? Ah, pakume ni jini <laughs> sita nne na kuendelea, anaanza kukutajia walofunga, eh akisikia ongezea mkataba yaani, tulijua akioa atashuka chini, hamisa afanye kazi yake. Au akikwambia eh, waida ni kasablanka awana hela akunipa mtize, yaani hapo ni wameshinda nne na kuendelea. Lakini ukutaa mashabiki wa Simba ukitaka kujua wamefungwa, amza wa nataka vipi Simba wanakawaida ya kukataa viongozi, tasikia hatutaki ah,